sana kwa hapa nyumbani Tanzania tutakwenda kuangazia uh, siku ya leo bila kusahau pia, tutakwenda mpaka kimataifa kuangalia nako huko ligi mbalimbali zikiwa zimerejea. Uh, tutakwenda kuangalia ratiba ikoje, mambo yanasemaje kiundani kabisa. Nikukaribisha sana we mwana michezo popote pale ambapo ulipo, twende viwanjani tukaangazia yale yote ambayo yameshika kasi viwanjani katika siku ya hii leo. Mimi niko fresh kabisa, kabisa kabisa kabisa na namshukuru Mungu mm -hmm. Na Jumamosi nyingine ambayo kwangu mimi inakuwa ni uh, peace mm -hmm. Yaani, inakuwa ni very fantastic kwa sababu ni, so, uh, ni ukuu mwingine, lakini uh, licha ya yote Nathan mm -hmm. tukaomba tuka radhi kwa mtazamaji wetu kwa sababu ya sababu zilizo nje ya uwezo wetu mm. Eh, tumechelewa kuanza lakini hatujaacha mm. kufanya kabisa kwa sababu tunatambua uh, umuhimu wake mm. mtazamaji wetu hiyo hilo ndio kubwa zaidi kuliko, uh, kuliko yote katika asubuhi hii ya leo. Of course, sisi hapa hiyo yeah. Mvua hiyo jua lazima kipigwe, lakini lazima kipigwe <laughs> Sasa kuna changamoto za hapa na pale mm, ambazo mm. ziko nje yale matatizo ya hiyo nje ya ubinadamu mm -hmm. eh, yamepelekea yame kucheleweshwa kwa mtanangeu lakini haujaahirishwa kabisa. e, sisi hatuwezi kuahirisha, hatuna desturi ya kuahirisha, tunaweza tukachelewa lakini kuahirisha hatuwezi. Sawa bana, tuanze tu moja kwa moja, tukaangazie yale ambayo ameshika kasi viwanjani asubuhi ya leo, na tuanzie katika michuano ya CRDB Federation Cup ambapo jana kulikuwa kuna mchezo mmoja, Tabora United alikuwa dimbani dhidi ya Kagera Sugar. Mchezo ambao tuliushuhudia ukiwa na vuta ni kuvute, ukimalizia kwa dakika 90 kwa sare ya bao moja kwa moja, ukaamuliwa kwa mikwaju wa penalti, ambapo vijana wa Tabora United wakaondoshwa katika michuano hiyo na Kagera Sugar kwa mikwaju ya penalti mitatu kwa minne. Yes, Bwana Tabora amepoteza huu mchezo amepoteza, <laughs> bwana huu mchezo halafu, mm. kwa Juma Kaseje nakuwa ni mchezo wa tatu hizo, yes. Anapata matokeo mnaake mm. ame, ameshinda to... michezo miwili na kutoka sare mchezo mm. mmoja mm. lakini ambayo yote inakuwa ni advantage kwa upande wake mm. uh, amekuwa of course, of course. Mm. na mwanzo mzuri na nilikuwa najaribu kuangalia kwa haraka haraka haraka mm. uh, Oh, inataka kunikimbia tena. Nilikuwa najaribu kuangalia haraka haraka ratiba ya, ya Kagera Sugar mm. uh, kwa mechi zijazo mm. eh, kuangalia atakuwa na namna atakuwa na, na, na gani ambavyo anaweza akapiga hatua kwa ajili mm. ya kujiweka sawa. Mchezo ujao anacheza na anacheza dhidi ya Coastal Union ambayo atakuwa ni nyumbani mm. Aprili tatu hiyo, alafu mchezo unaofuata tena ambao utakuwa ni Jumapili ya tarehe sita mm. atakuwa anacheza dhidi ya Tanzania Prisons ambao atakuwa, mm -hmm. yeah. mm -hmm. atakuwa ugenini. Sasa alafu mchezo utaofuata atacheza dhidi ya Dodoma Jiji ambao mm atakuwa ugenini -hmm. na yenyewe Dodoma Jiji uwanja wao uwanja wao haujafunguliwa bado. Mechi inayofuata tena ambayo itakuwa ni Saturday Aprili kumi na tisa atakuwa mchezo dhidi ya Azam FC, alafu mchezo unaofuata tena utakuwa dhidi ya Mashujaa mm -hmm. kabla ya kuwakabili na Mungo ugenini na kabili, kabla ya kumalizana na, na Simba kwa hiyo mchezo wa mwisho atafunga duu mm -hmm. akiwa na, na, na Simba, na Simba yes. Mm hiyo -hmm. ni kwa haraka haraka ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Kagera Sugar ya Juma Kaseja ya sasa hivi. Sasa itakuwaje huku mbeleni? Ngoja tusubiri, kwa sababu kuna kitu ambacho najaribu kukiangalia kwa Juma Kaseja na Kagera Sugar yake, na mpaka sasa hivi uh, tunavyoongea Kagera Sugar wako nafasi ya kumi na nne, sio sehemu salama mm -hmm. uh, lakini tofauti yake na mtu aliye nafasi ya ya kumi na mbili ambayo nina mungu hmm. ni almost pointi nne hmm. tukienda mpaka kwa Mashujaa labda inakuwa ni pointi uh, sita hmm. kwa hiyo ana uhakika, anaweza akishinda mechi zake at least mechi nne anaweza akawa kwenye safe zone. Kagera Sugar Juma uh, Kaseja anajaribu jaribu, jaribu kuwaweka mbele Yes, ni bonus kwake kwenye mchezo huu, lakini mimi kwangu mimi, hata angepoteza bado nisingemlaumu kwa sababu ni anajaribu kutafuta kitu gani ambacho kina ki, kuelekea ukingoni mwa msimu. Ukiulizwa uchague ligi kuu au kuchukua kombe la federation, lazima atachagua tu ligi kuu mm -hmm. Lakini a, kwa sababu ameipata ni vizuri sana, inazidi kuchagiza kwa vijana wake kuinua ile, ile morali ambayo walikuwa wameishusha, na hii inajaribu kuleta confidence. Unajua ushindi Uh, unaleta hata confidence, inaleta hata furaha kwenye dressing rooms mm. Uh, wachezaji wanakuwa na ruga moja wote wanatabasamu, alafu hiyo hiyo tabasamu ikienda hadi kwenye benchi la ufundi inaleta matokeo uwanjani, na mashabiki nao wanafurahi, na timu na timu inaweza ikaibuka ikaibuka rasmi. Na Mtibwa Sugar wasingependa kurudi kwenda kule walipo walipo wenzao mm. ambapo unaona wanavyo struggle ame, eta godi ameshuka mm. anaweza karudi msimu wa, anaweza asirudi. Uh, sendi united, unaona miaka yote ambayo amemaliza huko biashara, mpaka sasa hivi awajulikana utarudi lini. Lipuli wameshapotea mpaka timu ameshaiuza. hmm. maji maji Ndanda the right ways kidogo tu, Mtibwa shuga ndo ameshuka ame, lakini anajaribu anajaribu kupanda sasa hivi kwa mimi, kwa, kwa mwanzo huu wa, wa Juma kwa Kaseja, kwangu mimi naona naweza <coughs> nikampa ongera alafu golikipa halafu kuwa kocha <laughs> wavili, alafu ukawa na takwimu. Ni makocha wachache sana hata hmm. duniani kukuta kocha nafasi yake uwanjani hmm. alikuwa ni golikipa. Makocha wengi wanaokuwa golikipa wanaenda kuwa wanakuwa makocha wa wana magolikipa hmm. Yes, yani ni, ni wachache sana nadira sana kumwona kochi anaenda kufundisha timu alafu yeye uwanjani alikuwa anacheza nafasi ya golikipa kwa sababu tekniki nyingi anakuwa nazo ni za golikipi. mm. Kwa hiyo huenda kama Kagera Sugar katika ili wakifanikiwa, mm. karata yao atakuwa amecheza vizuri. Yes, of course, yani hiyo sasa ndio tunakuja kwenye tunasema ni kamari nyingine mm -hmm. yaani unafanya kitu ambacho hukuwa na uhakika nacho mm. Kwamba yes, kwa sababu Kagera uh, Sugar na mimi Kaseja hajawahi kufundisha timu yote ya ligi kuu yani, yes. Alafu namkabidhi majukumu kwenye muda ambao timu imeelemewa, yes, timu inahitaji coach ambaye anaweza kubadilisha almost kila kitu, lakini uh, so far ameweza ku prove uh, kile kitu ambacho na nani kwa sasa hivi mpaka alipofikia mm. Yani kuingia hatua robo finali na Kagera Sugar kwenye kikosi ambacho walikuwa nacho tena against Tabora nyumbani kwao mm. Mimi kwangu naweza nikampa nikampa pongezi kubwa Juma Kaseja. Aya, tukiachana na haya ya Kagera Sugar, tunaendelea kuangazia DB Federation Cup ambapo leo tena kuna mchezo mmoja ambapo wananchi wa Africans watakuwa dimbani dhidi ya Songea United, mchezo ambao majira ya saa kumi kamili kwa saa za Afrika Mashariki na Kati utakuwa ukirindima katika uwanja wa KMC Complex uliopo hapa Mwenge, Dar es Salaam. Mchezo wa Africans dhidi ya Songea United mm. Yanga wametoka kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Singida Black Stars mm. pale Singida mm. uh, hatimaye wanaingia kwenye mchezo wa kimashindano dhidi ya Songea, tutegemea kuona mchezo wa namna gani? mchezo wa dhidi ya Singida hauwezi ukakupa ramani ya mchezo wa leo utakuaje. Obviously inaweza ikabadilika kwenye vitu vingi, moja, mchezo ule ukuisha, hilo hii ni kitu cha kwanza. Lakini intensity ya mchezo wa kirafiki hauwezi ukawa na intensity sawa ya mchezo wa, wa kimashindano. mm -hmm, though unaweza uh, kukuta mchezo wa kirafiki ukawa na intensity kubwa mm -hmm, kwa sababu ya madaraja ya timu ambazo zilikutana, si ndio? Singida na Yanga ni madaraja mengine ukilinganisha na, na Songea United. Yes, Yanga wanajua kilichopo mbele yao, tena ikitanguliwa na mpinzani wao, uh, mimi mtani wao wameshatangulia kwenye hatua inayofuata, hata wao wenyewe hawawezi kuzingua. Hicho ni cha kwanza, mm. Lakini cha pili, wako kwenye uwanja wa nyumbani, inategemea maswali mengi atakuwa anaulizwa, uh, Songea United Uh, yule ndo anaweza akawa anauliza anaulizwa maswali mengi kuliko yeye kuuliza. Zipo surprise ambazo zinaweza zikatokea, lakini Yanga uh, kwenye hii tournament so far mpaka sasa hivi wanaenda kucheza mchezo wa ishirini na moja unbeaten hmm. Yani kwenye dakika tisini bila kufungwa hmm mara ya mwisho walifungwa Kigoma na goli la Tadeu Rwanga kwenye fainali dhidi ya Simba ndio walifungwa mchezo huo. Kwa hiyo hesabu kuanzia mchezo wa Kigoma, mara ya mwisho Bernard Morrison alikuwa mchezaji wa Simba, Simba, kipindi hicho na Tadeu Rwanga alikuwa mchezaji wa Simba, wakina Boko wote walikuwa wachezaji, Medi Kagere walikuwa wachezaji wa Simba wote hao, lakini hesabu kutokea pale mpaka sasa hivi kwendani bite ni michezo ishirini na moja ni kitu kikubwa sana maanaake, Yanga wameweka rekodi yao ambao pengine inaweza isifikiwe kwa siku za karibuni, kwenye me, mechi ambazo ni, ni mtoano, si ndio? Mm. Kwenda michezo yote hiyo bila kufungwa ni kitu kingine ambacho ni center, halafu uh, sambamba na hicho, Yanga ndio wanaoshikilia rekodi ya kubeba hili kombe mara nyingi <muchu> mpaka sasa <muchu> hivi wamebeba mara nne, uh, wakifuatiwa na Simba ambao amebeba mara mara tatu kama sijakosea. Mm. kwa hiyo <muchu> <nitatu. muchu> unaweza ukaangalia Yanga wanajua jinsi umuhimu umuhimu gani wanao kwenye, kwenye ili kombe. So far naona leo naweza nikawapa nafasi kubwa na bahati ba, nzuri. Kuna baadhi ya wachezaji wao ambao walikuwa kimataifa watakuwa wamesharejea, na hata kama watocheza leo lakini kuwa sehemu ya kikosi ile linaweza likawa ni, linaongeza pressure kwa upande wa pili, na kuna wachezaji ambao hawakuonekana kabisa kwenye mechi ya dhidi ya Singida, leo hii wanaweza wakaja kwenye kwenye timu kwa ajili ya kurudisha ile morali ya timu na kwa ajili ya kupandisha uh, ile. So, so far nimeona fixture ya yao wana fixture ya ngumu kidogo ambao wakicheza leo uh, tarehe moja tena wanatakiwa kucheza tarehe moja maana yake ni Jumanne na <tipulia> Jumanne uh, sio tu wanacheza ila wanacheza against uh, wapinzani wao ambao wanaweza wanaweza kuwa um, na hesabu, wapinzani wao wakubwa. Mimi sipendi kutumia wapinzani wakubwa. Tabora United ndio walioharibia, waliwaharibia kwenye ule mzunguko wakwanza, hmm, wakawafunga ile goli ambayo kidogo haikuleta haikuwa salama kwao. Hmm. Sasa hivi, wana wanatakiwa wajiulize ni kwa namna gani wanaweza kumstop Uh, kumstop Tabora ambaye aliwautishani aliwa kwenye mchezo, mchezo wa kwanza. Baada ya hapo wataenda kucheza na Coastal Union kama sijakosea, kabla ya kucheza na Azam. Yaani wana fixture ambayo, baada ya mechi, ba, kila baada ya siku kadhaa wanatakiwa wacheze mechi. Watafanyeje? wata, wata, wata, wata kwa ajili ya kujileta sawa. Wanakikosi kipana, wanaweza wakafanya hivyo. Lakini kwa Songea United uh, kati ya vitu ambavyo wanatakiwa wafanye, wachezaji kwanza, mchezaji mmoja mmoja, maana yake ni unatakiwa kuonyesha ukubwa wako ukikutana na mechi kubwa mm. si unanielewa? Yani hakuna namna ambavyo utaonyesha ukubwa kama hujakutana mm. au hujakaa kwenye majukwaa makubwa jukwaa kubwa, mm. jukwaa kubwa la Songea United ni hili hapa. Sina shaka kama watakuwa wameshakutana na jukwaa kubwa kwa miaka ya karibu. Yes, yawezekana waliwahi kucheza mchezo mkubwa mm. lakini sehemu ya kikosi hiki kilichopo na kwenye hii tournament yawezekana kwao walikuwa disappointed baada ya kupangiwa timu kama Yanga, lakini kwa upande mwingine, maanake anatakiwa kuwa happy kwa sababu ni inakuja kwenye sehemu ambayo, uh, kila mchezaji anatakiwa kuonyesha kitu chake. Nilikuwa nasikiliza interview moja baada ya mechi ya ilikuwa ni Simba dhidi ya fff, ilikuwa ni timu gani ile ya Kilimanjaro ile Uh, annono uh, achana no, no. Na ile ya Merita ilikuwa ile ya kwanza kabisa, raundi ya kwanza, yes, walifungwa goli sita. Nikawa anamsikiliza kapteni wao anasema ile ilikuwa nini, ni, ni, ni, ni, ni, ni chuo cha, cha, cha nini ni chuo cha, cha, cha Moshi kile Mwush lakini of course nikawa yeah, namsikiza captain wao wanasema, hmm, kitu kikubwa kwetu sisi hmm, ni kwa ajili ya kuonesha uwezo wetu hmm, tumefungwa Simba ni daraja kubwa, lakini at least sisi tumeonyesha performance yetu kwa mchezaji mmoja mmoja, hilo ni kubwa sana kwa wachezaji. Kwa hiyo Songea United wanatakiwa kucheza game yao, halafu wanatakiwa kuonesha ukubwa wao yani. Unaweza ukajiuza kwenye daraja kama hili hapo. Wapo wachezaji wengi ambao wametokana wame na wame michuano hii kwa ajili ya kuonesha performance. Ni mchezo mmoja ambao ni, ni maisha yako, unajua yeah, yaani inaweza ikabadilisha maisha yako, unaweza usajiliwe Yanga, unaweza usajiliwe Simba au Azam lakini ikakupandisha ardhi ya kwenda ligi kuu na ukasajiliwa na timu ambayo itakupeleka huko unakotaka wewe. Wale walikuwa ni Kilimanjaro Wanderers. Wa Kilimanjaro Wanderers. Yes of course, walikuwa goli sita, yes. Eh, chuma sita, lakini kapteni wao walikuwa anatabasamu sana, yaani anasema <laughs> sisi at least tumeweza tumeweza kujionyesha ukubwa wetu uko yani, kwa mchezaji mmoja mmoja kucheza ule mpira mm-hmm. kwa sababu kwenye madaraja songea na Yanga wako, wako tofauti so, kabisa far apart, lakini wanaweza wakaonesha chochote kitu, aidha kupunguza, waku, wananiye, idadi ya magoli au kuonesha upinzani wa namna yoyote mefuraish na big man hmm, wale big man walikuwa wanaonesha upinzani mkubwa dhidi ya Simba, japo Simba akicheza kwenye intensity ile, lakini at least uliona ukubwa wa mechi ulikuwa na uzuri wa mechi uliona ulikueji. Songea United ni timu ambayo inashiriki katika michuano ya NBC Championship, iko nafasi ya nane ikiwa nafundishwa na Meja Generali mstaafu Mingange, ndio ambaye akiwa anakuwa anafundisha timu hiyo. Moja kwa moja experience kwa Mingange, naminange unajua Mingange wanayo, tutegemea kuona mchezo ambao moja kwa moja utakuwa na nivuta ni